Asubuya majina, majina yangu ni Tabitha wa Rogoro ama mama Beatrice. Asubuya leo, ninasema nimekasirika, nataka haki ya dobe, na tunataka familia yao ipate haki ya mtoto yao yeah, na huyo askari achukuliwa hatua ah kabisa kaktari to kwa sababu hiyo ni kitendo mbaya sana. Amezoea watu, hata juzi alikuwa amekribisha kijana ingine, wiki tu siku mbili imeisha kabla aue, alikuwa anataka kupiga bunduki hey! Lakini sasa amenyoka kunyoka hey! Asanti sana S kwa majina yangu naitwa Susan Jerry Mogo ama wakandogo <laughs> na mimi mkaaji wa hapa Turasha, miaka mingi, miaka 67 Nilizaliwa hapa, nimezaliwa hapa, nimelelewa, nikaolewa na, nika na niko na watoto yangu. Na vijana wetu wako kwa shida, juu wakishikwa, mtu akiwa na kafimbu yake anashikwa, ati anabeba kafimbu, kavimbu, ati awezi akajikiga na kafimbu, na ni usiku, sasa watoto wetu wako na shida mingi sana minakaanga hapa town. Kila siku, kila usiku niko kwa town, minajuaga maneno mingi kuhuzu wawa vijana. Lakini wao wafanyikazi wa hapa wanakujaga kukaa kwa baa, hawetangi kwa vijiji, wanakujaga kwa baa kuangalia mwenye tunakunywaga minakunywaga mafuta mwenyako na kitu dianafuatwa anavuta ro dio toa kit. Ukishikwa na uko na pesa ya unga ya mtoto, ukishikwa utoe hiyo pesa. Sasa serikali tuangalie sana na macho mbili, na huko akona, na huko akona watu yake. Hapa wanasema mama kadogo anaongea kwa, nitaongea ata tupie ni na pande nyingine, nitaongea na niko na uchungu juu ya watoto wetu. Hawatakufa bure tena Wae. kezi nachuguzwa kesi inachunguzwa mimi mwenyewe nilikuja na tukakuwa na wazee watatu nilikuja jana hmm. na tukaku tukaweza kuona mahali mwenda zake ruingi alikuwa amesemekana amejinyongea na tukakaa mpaka experts wanaitwa scene of crime wakakuja Aa, na watu ya CID wakakuja pia wakaona vile kuko na uchunguzi ukaanza tayari kutoka hapo so mimi vile naweza kusema uchunguzi ukifanywa CID, si wafanye na IPOA? Simnajua IPOA, mm -hmm. IPOA wanachunguzanga mahali mwananchi anaona ni kama amekosewa, mm hapa -hmm. si mtu anasemekana amejinyonga, mm -hmm. na kunaweza kuwa kuna mtu anaweza kuwa pengine anafikiria hiyo sio kujinyonga, vile mheshimiwa anasema aku amekaa kama amejinyonga, si ni kweli hiyo? yeah. Sasa itachunguzwa na watu ya aipoa na wako kwa jia wanakuja, yeah. Kuje waende waone mahali inasemekana mwenda zake alifanya alinyongea, CID waliona, lakini pia wakija, tutakuja hiyo gurupu yote tutaletana hapa mpaka waone, yeah. Na ndio unaona kumefungwa, yeah. Sio atiiko kitu tunaficha hao, yeah. Wazee tatu waliwakilisha nyinyi na ikawa hakuna kitu ingine tungefanya, yeah. Uh, ikipatikana askari alicheza mchezo kidogo, kwa huyo mwanaume atashitakiwa si ni kweli? mm -hmm. Kabisa, atashitakiwa mm -hmm. lakini kama alijinyonga mm. -hmm. si itakuwa ni mm -hmm. tofauti. <laughs> na mahali yako hawezi potea mm -hmm. mahali yako, hata nimewaje akiandikiwa statement na wenye wanachunguza, na ile kitu itafanya sasa awe ayuko pale. Yako ni postmortem, ikifanywa tujue ukweli ni gani. Hata kama tungekuwa tunasema postmortem imefanywa leo, apatikane alicheza kitu sahi, angekuwa sel Ikifanya tu wenye, sasa postmortem itashughulikiwa na watu ya familia, ndio wanasema mtu wao atapasuliwa siku gani, ndio tujue ukweli. Si ni kweli hey?